Haiwezi kununua usingizi, na wakati mwingine, kuna watu wengine wako na pesa wanakosa usingizi, na usingizi ya kudungiwa sio usingizi ya kweli. Hata pesa ukiwa karibu naye iko na mwisho wake. Nataka nikuambie hii ni vitu, tunaacha dunia hii. Je, hey, ni vizuri kuwa karibu na nani leo? Ningependa kusoma Zaburi ya sabini na tatu na mstari wa ishirini na nane. Tafadhali tulia, nitasema tu vile inasema Biblia. Inasema, kwangu mimi ni vizuri kuwa karibu na Bwana, nimemfanya Bwana kuwa kimbilio langu, nam nitaubiri habari zake njema. Kwa hii dunia, ni vizuri kuwa karibu na Mungu kwa nini ni vizuri kuwa karibu na Mungu kila mmoja wetu ni msafiri hii dunia ukiishi sisi ni wasafiri waanglikana kitambo walikuwa wakiimba wimbo umsafiri wa mbinguni umwangalie Yesu Yesu umwa ile generation ingine kila mtu ni msafiri na nataka nikuambia leo tumekuja kutia moyo moja wa jamii ambaye amewawacha na kumwambia kila mtu ni msafiri. Lakini habari njema ni ya kwamba ukiwa karibu na Mungu, ukiwa msafiri, jambo la kwanza, unapokea msamaha wa dhambi. Je, yeah, unajua dunia hii tukiondoka, auondoki na mali na shamba. Mimi natoka pahali panaitwa Mount Elgon Gawa, nilihubiri Kapenguria, lakini kwetu ni Mount Elgon kwenye kulikuwa na kikundi naitwa Support Land Defense Force, watu walichunga shamba. Lakini hata shamba, kumbe ukichunga ukiondoka, unawacha shamba, na baada ya miaka 20 wamekusahau, watu wanapanda cabbage hapo, na we umesafiri. Kitu ambacho unaondoka sio shamba, sio mali unaondoka na tikiti ya kwenda mbinguni au ya kwenda jehanamu. Katika Zaburi ya 32 na na mstari wa kwanza, Biblia inasema heri mtu yule ambaye dhambi zake zimesamehewa. Dhambi zako zikisamehewa, unapata tikiti ya kwenda mbinguni. Naomba Mungu akusaidie kama ukiwa karibu naye, kitu cha kwanza upate msamaha Wada. Hili kabla siku yetu haijafika, unajua iko safari zingine unaweza postpone. Ukiitwa ukiitwa na chief unaweza postpone. Ukiitwa na mkasa unaweza postpone. Hata ukiitwa na rais unaweza postpone. Lakini iko safari hakuna kupostpone po Biblia inasema kwa kuwa imeandikwa kwa binadamu kufa siku moja, na baada ya kufa ni mauti. Kabla siku yako haijafika, na ikifika siku yako utaacha vitu vingine vyote. Kabla siku yako ikifika, ni vizuri uwe karibu na Bwana upate msamaha wa dhambi, ili siku yako ikifika urithi ufalme wa Mungu. Jambo la pili, heri uwe karibu na Mungu ili akubadilisha Unajua huko kwetu wa wasabo ni ngumu kupata mtu ajawahi onjako pombe, lakini huko kwenu ninaona watu waonjingi hiyo sana. Huko kwetu pombe imesumbua sana, hata padri mwenye anakuhubiria siku moja nilikuwa nakunywa pombe, na nakuambia wakati mwingi pombe inasumbuanga watu. Mimi najua huko haiwasumbui, lakini huko kwetu inasumbuanga watu Heshima mzee au mama, lakini ukiwa karibu na Mungu anakubadilisha mm. Nataka nikuambie mimi, niliambia watu wa kanisa ile penye nilikuwa ya kwamba nikiwa form 3 nilipanga kuchoma shule ilikuwa inaitwa Friends School Kamusinga mm. na baro yangu ya suspension ikaandikwa conspiring to burn the Oh, not supposed to be mixed with right thinking things. <laughs> A safe place for him is in a prison cage. Yani nilikuwa beyond repair mutu mwenye alikuwa navuta sigara na bangi tena na joy. Yani, inaitwaje? Pombe na nakunywa lakini habari njema ni ya kwamba nilipokuwa karibu na Bwana akanibadilisha. Mtu mwenye anabadilisha mtu mwenye ako katika dhambi na ulevi, sio kukula kitunguu. Ukikula kitunguu inaharibu mdomo tu peke yake, hata sio sel. Watu wanashikwa kwa sel, akitoka anarudi na anauliza iko wapi na anaenda tena. Kumbe hata sel haibadilishi mtu, lakini Yesu Kristo ukiwa karibu na wewe anakubadilisha. Baada ya miaka mbili nilienda kutembea town, sikuwa na kola kama leo. Nikakutana na mtu alijakutana naye miaka kumi na saba, akaniambia, Chesosi, man is not the problem today. Ukitaka tutaenda kukunywa chang'aa ama ya duka yenye utachapua. Nikamwambia huko sawa, isipokuwa kitu kimoja, nilikuwa karibu na Yesu akanibadilisha, na hata mimi ni mchungaji wa kanisa. Akaniambia, Chesosi, wewe ni mchungaji? Nikamwambia ndio. Akaniambia kama yeye ni mchungaji, kila mtu anaweza kuwa mchungaji <laughs> nikasema ndio, kila mtu anaweza kuwa mchungaji akiwa karibu na Bwana anambadili. Bwana asifiwe, amen. Tunashukuru yule ambaye alitangulia, Mungu amemwita yeye, ushuhuda ambaye nasikia kwa Roho Mtakatifu, sikuelewa jenye walisema yote hata nimejaribu kuangalia badri anitransletie ningine sielewe, lakini kwa nguvu za roho mtakatifu, na leo ni siku ya Pentakoste, roho akashuka na nikasikia ushuhuda kwa lugha ambaye sikuelewa. Lakini habari njema ni ya kwamba akiwa karibu na Bwana amepokea msamaha, akiwa karibu na Bwana alibadilishwa, na akiwa karibu na Bwana kuna matumaini ya uzima wa milele. Jambo la pili, nimemfanya Bwana kuwa kimbilio langu. Biblia inasema nimekukimbilia, ewe Bwana, ili nisiaibike. Imefika wakati wa wanasiasa kukimbia, saa hii Kenya watakimbia hapa, watakimbia pale. Ukikimbilia mwanadamu anaweza kukugeuka, lakini ukikimbilia Yesu Kristo hawezi kukuacha. Yeye ndio yule jana, leo na hata milele. Kwa jamii nawaambia, kimbilia Yesu Kristo na mta aibika belele. Jambo la mwisho nimemfanya Bwana kuwa kimbilio, nitayahubiri matendo yake yote. Je, unajua ukiishi mahubiri na saulika? Baada ya dakika 30, maneno yenyewe nimeongea yote watu hawezi sahau, hawatakumbuka ku, wata watasahau yote. Hata baada ya miaka tano nilikutana naye, nikwambia nilikuwa niliku, niliku, kwenu huko saa zingine hauwezi sahau. Lakini vile unaishi watu hawezi sahau. Mm -hmm. Wacha niwapatie mfano si ya kweli lakini ni mm -hmm. falsafa. <laughs> <laughs> Huko penye nilikuwa nakaa kimenini kulikuwa na hoteli inaitwa Choleka in Makulukulu Kef. Yaani <laughs> <Gali> ni hoteli <laughs> na siku hiyo sikuwa nimeoa lakini saa hii nimeona. Nawapatie mfano. Nimesema si wa kweli. Lakini nataka hey, mwangalie. Nilipoenda kwa hiyo hoteli, unajua kulikuwa na chai aina mbili. Kuna chai yenye inaitwa chai ya kawaida na chai special. Chai ya kawaida siku hiyo ilikuwa kobole, chai special ilikuwa ten bob na nimeangalia padri, nimeamuka siku hiyo sijaoa. Oh, najaribu kuwasha jiko, naimba wimbo Bwana Yesu atakuja vumilia vumilia omba. Unajua makaa ni kichwa ngumu, haisikii <laughs> naona sasa hii story ya kuwasha jiko kuachana naye nikaamua. Nawambia sio story ya kweli, ndio msinilaumu baadaye. Nikaamua badala ya kung'ang'ana na hii chai, wacha niende nikaangalia kwa mfuko yangu nikaona niko na shilingi tano peke yake. Unajua, ukiwa na 5 shillings the only money between you and poverty, ukifika kwa hoteli, the first thing you pay hili chochote, ikitokea umelipa and you are clean. So nilifika na kupiga kobole yangu hapo pap, na kusema nataka chai ya kawaida, wacha walete hiyo chai, na unajua ni moto asubuhi Ninaimba tu moyo tulia kwa Bwana kindicha ki, kwa sababu mdomo inachomeka. Aninijiangalia angali, angali kama walikuwa wamepika mandazi na nijaribiwe kama padi, niende kwa kaunta. Mtu anapika mandazi yako huko kano, niende kwa kaunta nichukue mandazi mbili niweke kwa mfuko, na unajua mfuko inanichoma. Unaona huyu padri mbona anakaa Rome mbona anakaa tofauti. Walikuja wafanye petition ama inspection, ni petition ama inspection? Inspection. Walikuja wafanye petition, wapate mandazi, hata ni ubiri namna gani? Wakasema ona, padri wa mandazi ndio. Hmm. kusema kwa hii maisha ambayo unaishi Kenya unatenda, inaubiri kushinda matendo yako. Kabla ujaondoka, ubiri matendo yako, ya ubiri ya kwamba ulipenda, Ukajitolea kwa kazi ya Mungu, lakini mahubiri makubwa kushinda yote ni Yesu Kristo, siku ya tatu akafufuka, jiwe likapiringishwa na yeye yu hai. Bwana asifiwe Amen. Wengine wote wanalala. Muhammad wa Waislamu analala, Buddha wa Wahindi analala hata une wetu mulisikia, anaitwa Wycliffe Matuakei analala, lakini Yesu Kristo akafufuka akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Mm -hmm. Na kutoka huko atakuja kwa hukumu watu walio hai mm -hmm. na waliokufa. Pega nimalizie, unajua mimi ni padri wa mashambani kama ningekuwa mashambani singekuwa nimeanza kuhubiri, ingekuwa kionjo, lakini kwa sababu niko taguu, nataka nimalizie hapa nikiwakumbusha ya kwamba pangu mimi, sijui kwako, ni vizuri kuwa karibu na Bwana popote ambapo unaenda, imba tu karibu na na, Generation ya zamani ndio tunaelewa hii karibu zaidi, wanawau masha ni haya. Wacha nimalizia hapo niseme kuwa karibu na bwana ni amana, mfanye bwana kuwa kimbilio lake na uhubiri habari njema ya kwamba Yesu alifufuka. Na familia hii, yule ambaye ametangulia, siku moja tutaonana naye. Kabla sijaketi chini, nawaambia kulikuwa na baba, alikuwa na watoto watatu, three children. Daktari walikuwa wamemwambia leo utasafiri, utaenda, utaondoka Akaita watoto wake wakakuja, akaambia wa kwanza, asante, umekuwa kijana mzuri, na kuambia Good night, tutakutana na wewe asubuhi. Kijana wa pili alikuwa kijana apendi kanisa, apendi Mungu, mkorofi. Baba alipomwongelesha akamwambia, kijana yangu, nilikupenda nikakujali, lakini wewe nakuambia bye bye, hatutaonana tena. Watatu aka huyo wa pili hakuenda akabaki hapo. Watatu walikuwa wanapenda Mungu, anaenda kanisa msichana, akamwambia good night tutaonana asubuhi. Huyo kijana akauliza baba, "Mbona mimi peke yangu ndio umeniambia bye bye?" Akamwambia ni kwa sababu imani yenye niko naye hauna. Wewe hatutaonana mimi. Akamwambia baba, sitaki uniambie tena bye bye. Sitaki uniambie bye bye, nitaka uniambie good night. Akasema njia ni rahisi, mpokee Yesu Kristo. Na akapiga magoti akapokea, na baba yake akamwambia good night, asubuhi tutaonana. Hata sisi yule ambaye ametutangulia, ukiwa ndani ya Yesu Kristo, asubuhi tutaonana, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa majina, naitwa mchungaji daktari Kimutai Chesosi, mchungaji daktari Kimutai Chesosi. Kama Ukitaka kuniona niko kwa YouTube, unatafuta Ven Dr. Kimutai Chesosi, utasikia mahubiri yangu. Niko naye elfu mbili, lakini hata ukisikia moja si mbaya. Mungu awabariki na injili ni lazima. Yes. Barikiwa sana.